Naitwa Yusuf Kileo mtaalamu wa usalama mtandao na uchunguzi wa makosa ya kidijitali. Ulinzi na usalama wa watoto mtandaoni kwa sasa, kwa kweli, ni muhimu sana kwa kila taifa. Sababu kuu ni kwamba tunajua kabisa utandawazi unachangia kwa asilimia 87 ya mimomonyoko ya maadili katika mataifa yetu. Kwa nini? Utandawazi umechagizwa na ukuaji mkubwa wa teknolojia ambao umeisababisha dunia kuwa kijiji. Sasa kwa vile dunia isha kuwa kijiji, tunaingiliana sana tamaduni, desturi na mataifa yote duniani, na ubaya mwingine wa bahati ni kwamba watoto wamekuwa vilevile kwa a, siku za hivi karibuni na matumizi makubwa sana ya tehama. Kwanza tumewekeza sana kama taifa kwenye, ma, kwenye mafunzo ya tehama kwenye ngazi ya mashule huko, nafikiri mmeona sekondari, msingi, lakini vilevile vile, hata majumbani kwetu Mtoto akilia kidogo, simu ndo unampatia ili anyamaze. Mtoto mwenyewe akiingia kwenye simu, anajua YouTube iko wapi, anajua wapi ata download application ya kucheza game, atajua wapi pa kucheza game na kadhalika, yani mpaka wakati mwingine wanatushangaza. Sasa kutokana na hayo, watoto hao hao wanaweza wakakumbana na changamoto nyingi sana "ambazo ziko kwenye mitandaoni ikiwa ni kudhalilishwa mitandaoni, kutapeliwa huko, kutoa ama kuvujisha siri za familia kupitia mitandaoni, kutokana na uwezo wao mdogo wa kufikiri ama kuchanganua mambo. Mafataki wa mitandaoni huko kuwarubuni kuwa watoto na wakatuma picha zilizofaa na kadhalika. Kwa hiyo e, changamoto wanaweza kukutana nazo ni nyingi, na ndio maana basi, kama nchi, tukaamua kwamba sasa hivi lazima watoto wawekewe mkakati mahususi kuwalinda dhidi ya changamoto zote za kiusalama ama za kimtandao, uh, ama za ukatili mitandaoni na ndio, ndio dhana kubwa ya kuja na huu mradi ama hii program ya child online protection ama uh, program ya kuwalinda uh, watoto dhidi ya changamoto za kuhalifu mitandaoni. Kuna umuhimu wa mafunzo kama haya, kuna umuhimu wa semina kama hizi, ili tukaweza kujua tukaweza kuelewa na mambo mengine yakaweza kwenda vizuri ili kuona sasa, hili taifa haliwezi kubadilishwa tukabakia katika misingi yetu ile ile tuliyokuwa nayo toka zamani, lakini wakati huo huo e, teknoloji kwa sababu ni muhimu tukaendelea kuitumia, lakini kwa misingi mizuri ili vizazi vyetu vikajua nini kinachoweza kukifanya. Najua kuna mambo mengi serikali imefanya mambo ya sera, sheria na vitu vingine, lakini na hivyo peke yake haviwezi kufanya kazi vizuri kama watu wengi hawakuelewa athari zinazotokana na hii mitandao.